Huyo sio maulana, huwa ni sahir, wala yafrihu sahiru haithu ata, huyo ni mchawi. Sasa haya, leo unamsikia mtu mmoja anaitwa Dokta Sule anasema kwa uwazi, ukajitanua. kwa nini haogopi? kwa sababu jamii yake khurafi. jamii ndio hiyo hiyo, kafundishwa hapa, tumekuja kuja kuwaomba majini, majini waturahisishie tupate madini, kuna madini hapa, kwa hiyo nimekuja nini lile na tikiti tikiti maji ya hiyo mpya hiyo, uchawi wa tikiti maji tikiti maji, sijui na dudu gani, sijui kuwapa wa viumbe, ni sihiri ya wazi kabisa, wala haina mjadala kwamba lazima tukanaomi ah, na uchawi. Lakini shehe naks baadhi ya misikiti anapewa nafasi, anaongea mchawi, yatakalam fi lmasjid amama almuslimin. Lakini alhamdulillah, aweze akapewa nafasi katika misikiti ya kisalafi haiwezekani na masalafu wake wanakasimama, wanambeba, wanamtupa, wakubali <laughs> sahiru mchawi, lakini <laughs> misikiti kwa sababu hao watu oh, ndio shughuli zao. Almuhimu, nasalullaha salamata al afya.